Katika taarifa nyingine, mtalii aliyekuja kutembea Kenya amepoteza fedha zake zote na kubaki ombaomba omba katika mitaa ya Diani, kaunti ya Kwale. Jamaa huyo ambaye ni raia wa Ujerumani sasa anakosa kueleweka na wakazi wa mji huo wa ufuo wa bahari, huku wengine wakidai kwamba huenda amepagawa. Tobias Chanji anaarifu kuhusu tukio hilo. Mji wa Diani, kaunti ya Kwale, unasifika kwa ufuo wa bahari bora ambao umekuwa kivutio kwa watalii wengi. Huja hapa kuchovya asali ya Diani. Kwa jamaa huyu kwa jina Frank Heinz, raia wa Ujerumani, asali imebadilika na kuwa shubiri tangu alipoabiri ndege ya kutoka Ujerumani kupitia Ethiopia hadi kufika hapa Kenya tarehe ishirini mwezi Mei mwaka huu. lakini KTN nilipompata katika hoteli hii ya kila chakula alichopewa na msamaria mwema, ilikuwa ni vigumu kuamini kwamba aliwahi kuwa mwenye hela zake. Anazungumza lugha ya Kijerumani pekee kwa hivyo ilikuwa vigumu kumwelewa. Uh, uh, mm. Punde tukampata mkalimani aliyetufasiria anayoyasema ndipo tukaelewa mashaka ya Heinz. Jamaa huyo anasema alimwamini jamaa mmoja hadi kumpa kadi zake za hela na ikawa mgeni kumpokea, kumbe ni kujichongea. Lakini ujumbe wake haukukabwa vyema na mfasiri, kwa hivyo alikasirishwa na ufasiri wa jamaa huyu na kumwita mwingine kwa jina ya Jeff Mate hey, la... anasema hivi nimemuuliza sasa, wewe kulingana na hali uliko nayo tofauti uliko nayo mwanzo ulivyokuja na sasa hizi, unaona tofauti eh? maisha amenigeukia, na imekuwaje? ananiambia mi nimeko, niliamini mtu na kumbe si rafiki. Sasa hizi unaishi vipi? Ananiambia sasa inabidi nifuate mtu ninayemjua niombe usaidizi na nikimfuata mara moja hataki nimfuate mara ya pili. Akiwa amejikunyata katika mkawa huu ambao hutembelea mara nyingi, pamoja na gunia lake la mzigo, Heinz anakumbuka pikipiki yake ambayo anasema imenyakuliwa na polisi, na mara baada ya kumaliza chakula chake kavu anafumuka hadi kituo hiki cha polisi kudai pikipiki piki yake. Inasemekana kuwa amekuwa mwenye fedha nyingi, lakini sasa amesalia lala hoi. Kuanzia hapo ndio akaanza kuwa anakuja na lala hapo kwa ile mti yenye iko pale. Sasa wakati tulikuwa tunamfukusa akasema ana pahali pa kulala. Sasa akakuwa hata anaomba chakula, akiona customer akikula hapo naye anaenda anaanza kula hiyo chakula tayari. OCPD wa eneo la Msambweni Benjamin Rotich naye anasema kuwa juhudi zinafanywa kuhakikisha kuwa raia huyu amerejeshwa nchini mwake. That is here, I think should be referred to the Department of Migrations. Kisa cha henzi ni mojawapo tu ya visa vingi vya watalii wanaozuru eneo la pwani na kutapeliwa aidha na akina dada au watu wengine wa kiume na kutatizika kimaisha daima. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale.